Tembelea kama rafiki e, kama ambavyo umesema tunafahamiana miaka mingi e, nikasema nikamtembelea kaka yangu nione shughuli zake, lakini kwa kweli nipongeze ni, ni sana serikali serikali yetu ya CCM, hasa kuanzia awamu ya tano ya marehemu John Pombe Joseph Magufuli amefanya msukumo mkubwa sana, na awamu ya sita endeleza sekta ya extractive industry, uchimbaji wa maliasili miaka mingi nyuma, haya maeneo ilikuwa huwezi kafikiria kwamba kuna watu wanaweza kufanya uwekezaji wa bilioni moja au bilioni mbili tatu, na akawekeza akaingia kwenye uchimbaji wa kati. Kwa hiyo mimi na, naipongeza serikali lakini nakupongeza na wewe binafsi eh, kwa juhudi eh, ambazo umeweka na ubunifu na niseme tu kwamba Eh, kazi hii unayoifanya ni pamoja na kwamba ita itakusaidia wewe binafsi lakini, eh, pamoja na kwamba itakusaidia wewe binafsi lakini naamini itakuwa na mchango mkubwa sana katika uchumi wa eneo hili. eh, ninavyofahamu kwa miaka mingi ndugu zangu Wanyamwezi wenzangu wamekuwa ni watu wa kilimo kidogo kidogo na ulinaji wa asali. Uh, vitu ambavyo kwa ujumla wake kipato chake ni cha kawaida hadi kidogo, lakini uh, kwenye mzunguko wa madini ambavyo ninaona, uh, eneo la mgodi kama hili, ninaamini kabisa kwamba watakuwepo watu wengi watakaopata ajira, na hicho ni kilio chetu cha serikali kwamba angalau watu wapate nafasi za kuajiriwa, hasa kwenye sekta binafsi, lakini pia kuna fursa za kutoa huduma. E, watu watatoa huduma za maji, watatoa huduma za chakula, watatoa huduma za usafi, watatoa huduma za ulinzi na mambo mengine ya namna hiyo. Kwa hiyo e, ninaamini kabisa kwamba hapa e, utatutengenezea ajira na jambo hilo linaleta unafuu e, kwa serikali kwa ujumla wake, lakini pamoja na, na wananchi wetu binafsi. Nakupongeza na ninafikiri E, ni vizuri sana wenzetu katika serikali ambao wapo kwa maana ya Wizara ya Maliasili niliyokuwepo, e, wapite pite na kuona kwamba e, pori kukaa mnagombana na watu kuzuia watu wasilitumie katika mazingira ya uzalishaji wa uendelevu e, pengine haina maana sana. Simaanishi kwamba mapori yote yafutwe, lakini kuweka mpango mzuri unaowezesha eneo dogo likaweza kutumika kwa shughuli kama hizi na eneo lingine likabaki kwa uhifadhi kwa ajili ya mazingira kama ambavyo tumekuwa tukiitaka kila wakati. Kwa hiyo mimi nakupongeza ndugu yangu, nakupongeza kaka yangu, na, na, na ninakutakia kila laheri. Ombi letu tu ni hilo kwamba, e, jitahidi sana pale ambapo na nafasi ya kuweza kupokea watu kwa maana ya kutoa ajira. Hicho ndio kilio cha serikali, toa ajira, lakini lipa kodi za serikali basi, ili hata wale ambao hawahusiki na uchimbaji moja kwa moja au ahusiki na biashara hapa moja kwa moja, kodi utakazolipa zitatujengea shule, zitatununulia madawati, zitatuwekea dawa kwenye mahospitali, na hilo naamini litaleta unafuu kwa ujumla ya maisha ya Watanzania. Kwa hiyo binafsi mimi sina mengi, nimefurahi. Kazi nzuri, mwanzo mzuri. Naamini kabisa miaka mitatu mbele tukifika hapa tutakuta kama kabarikikadogo, mataa yale usiku yanawaka, mashine zinaunguruma dhahabu zinakusanywa na, na vitofali vipo vimewekwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Nakutakia kila la heri, nakushukuru sana pia. Karibu sana wote, nakushukuru sana jamani, asante. Nawatakieni kila la heri, asante.